cha maigizo Jacob Steve ni mpare mwenzetu. Jacob Steve ni mpare mwenzetu, akija Dar es Salaam tumbo limeukavimba. Naba ni mpare mwenzetu. Kule Kilimanjaro kuna waigizaji wengi wenye vipaji vikubwa, lakini walikuwa wanakosa eh, fursa kubwa. Kama hii itakapatikana tarehe saba, waweze kuonyesha talenti zao. Ukija kwenye kuimba huko tunaye uh, nandi Nandi ni wa kwetu. Bilnasi yule wote, kumbe Bilnasi Dar es Salaam, kumbe ni mwenzetu. William Nicholas, William Simo, Maua Sama ni mwenzetu <coughs> <coughs> ah, wozu ni, ni mwenzetu na automatic, kama wozu ni mwenzetu na aliye mwoa ni mwenzetu <laughs> yani, tunaenda huko jo. Makini mwenzetu dogo janja, Mheshimiwa diwani wenzetu. Mheshimiwa mbunge asimu imwe mwenzetu, nimeona nani hapa, Mheshimiwa niki mwenzetu. Sasa inabidi kidogo aangalie taratibu majukumu yale ya serikali, sawa, lakini tarehe saba yeye ni nembo ya Kilimanjaro, watu wa Kilimanjaro wanataka kujivunia mheshimiwa niki kwao. Tunakuomba, hii movement inakuhitaji na wewe, tasnia inahitaji hapa hizo zinaonyesha ukubwa wa mkoa wa Kilimanjaro na sisi tumekubaliana kwa pamoja, tarehe saba mwezi wa saba nembo zote za Kilimanjaro mnazoziona kwenye mativi, mnazoziona kwenye mitandao ya kijamii, mnazosikia kwenye redio, zitashuka viwanja vya ushirika na tutakuwa na tamasha kubwa. Tamasha hili sasa nilielezea alafu tuwape nafasi wenzangu. Kutakuwa na timu ya mpira wa miguu ntakaotengenezwa na wachezaji wanaotoka Kilimanjaro, hao kina Lianga, kina Faridi Musa eh, kina Selemani Mwalimu eh, nani, eaigaule Wilson Nangu, wote wakwetu huju hao. Huwa tu tukija mjini huku watu hawamalizii wa, naitwa Wilson Nangu kutoka Machame, mtu aseni <laughs> uh, Jacob Masawe, wote hao ni wakwetu hao, unaelewa, Munishi, wote hao lakini pia tutapewa nguvu na wachezaji ambao ni marafiki wa hawa wachezaji wa Kilimanjaro ambao tutawachukua waende kule kwenda kuinfluence vijana wengine. Kwa maana hiyo, kutoka upande wetu sisi, ambao tumezungumza nao na ufanyia kazi, Max pia Nzegeli atakwenda kula uh, nini mbege, tunaandalia mbege Max pia Nzegeli Kilimanjaro pakome zuzwa kichuli atapiga kichuli, kichuli pakome zuzwa. Stefano Azizi kia ameniambia atatua tarehe nne tarehe nne ya mwezi ni tarehe saba maana yake tarehe nne ya automatic. Mwamba wa ndugu naye kutoka huko huko Marekani atatua Kilimanjaro, atakuja kueleza kutawa kwake watu gani ambao watawaongeza. Kwa watu hawa wana marafiki wengi, kwa upande wa ndani, kina mwamnyeto kina jogu wote wanatengena timu ya pamoja kushirikiana na hawa Kili Icons itakayocheza mechi na timu ya kituo cha Kili Wonders. Hii mechi hii ya dakika tisini inaweza kuwa mechi itakayoamua hatima za wale vijana wanaocheza pale, kwa sababu sisi ambao tupo kwenye field ya mpira tutaalika viongozi mbalimbali wa vilabu kuja kushuhudia hiyo mechi, lengo waone talent za Kilimanjaro. Baada ya hapo takuwa na shughuli nyingine. Hawa wasanii wa comedian watakuja kueleza watachokifanya, lakini wasanii wa mziki wataimba siku hiyo pale, mtawasikia wasanii wa bongo movie watapata nafasi ya kutoa semina kwa wasanii wengine wa Kilimanjaro wanaoigiza wapate na wao kupata ADC. Hawa waliwezaji wakafika tu. Kwa hiyo tuna tamasha kubwa kweli kweli ambalo halijawahi kutokea. Kwa hiyo tumie fursa hii kuwaomba wana Kilimanjaro wenzetu sehemu zote wilaya zote, siku ya tarehe saba mwezi wa saba kuanzia saa mbili kamili asubuhi, tukutane kwenye viwanja vya ushirika Moshi juye, tupate burudani ya pamoja. Kwa nukta hiyo, nimkaribishe mwenzangu Hussein Masanza aweze kuzungumza, atakuja jifti macha, alafu utatupungia ya mishoni.